92 au 0678813891. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika, mchezo kati ya Yanga pamoja na Fountain Gate na dakika 45 hizo za kipindi cha kwanza, Prince Dube yeye ndio ameleta utofauti eh, wa mchezo huo. Ndani ya dakika 45, Yanga moja, Fountain Gate bado hawajafanikiwa kupata bao lolote eh, katika dakika hizo. Mimi naitwa Geoffrey Robert, lakini nipo na Emmanuel Simon. Takwenda kutazama dakika hizo 45 zilikuwa ni dakika za aina gani, eh, ima uh -huh. Dakika 45 kabisa, Prince Dube hmm, ameleta utofauti, lakini tuzitazame kwa ujumla dakika 45 umezionaje za kipindi cha kwanza? Yeah, nafikiri binafsi, kwanza nimeona ni dakika 45 ambazo hazijawa bora sana kwa Fountain Gate kwa maana kwenye mpango mkakati ambao walikuwa nao siku ya leo uh, haukuwa mpango mkakati ambao unawapa nafasi kubwa ya kuweza kutengeneza nafasi nyingi na pengine kutoka na uongozi kwenye kipindi cha kwanza mechi ambayo tumeona Fountain Gate wamekuja na tahadhari kubwa sana mbele ya Yanga, wanacheza na idadi kubwa sana nyuma, na mbele wanaenda kwa idadi ndogo sana. Ndio maana ukiangalia mpaka dakika arobaini na tano za kwanza zimekamilika, unaona Fountain Gate hajapata nafasi ya kutengeneza nafasi nyingi za wazi. Kwa hiyo inakupa picha kwamba wao wamekuwa wakiwasubiri kwanza Yanga wafanye makosa, alafu wao ndio wapate nafasi ya kushambulia na ukiangalia kwa upande wa Young Africans Yanga, wameamua kuattack sana kwenye mchezo wa hii leo. Uh, angalia kwenye eneo la washambuliaji, wamekuwa wakitumia maeneo yote mawili kujaribu kutengeneza nafasi, kwa maana ya wanatumia upande ambao wanacheza Shadrack Boka uh, kujaribu kutengeneza nafasi, kwa maana ya Boka atumike kwa ajili ya kupiga mipira ya cross ambayo itaingia moja kwa moja kwenye boxi na Yanga waweze kufaidika nayo lakini pia wamejaribu kutumia mipira ya cross kutoka kwa uh, Celestini ya kuwa ambaye pia naye amekosa utulivu kwenye kipindi cha kwanza. Mipira mingi ambayo anapata bado haijawa, uh, ina faida kubwa sana kwa Yanga. Mipira mingi ambayo anapata anajikuta inapotea, wakati ambao wa Yanga anataka kupitia kwenye lile eneo. Lakini pia kuna wakati tumeona Yanga wamejaribu kutengeneza nafasi kupitia eneo la katikati, kwa maana ya sehemu ambayo anacheza Mohamed Dumbia zile kupasiana kwamba pasi moja anafungua anaweka pasi ya pili, pia wamejaribu kufanya hivyo kwa hiyo maeneo katika eneo la washambuliaji kwa Young Africans, wameanza kwa kuattack sana mechi, walitaka kushambulia muda mwingi, lakini bahati mbaya Yanga wakupata nafasi, tunasema zile clear chance nyingi sana wamekosa hizo clear chance, na wamepata nafasi ya mkwaju wa penalty. Hiyo hiyo wameitumia Prince Dube, kwenye utulivu alia juu sana, anachagua engo ya kumfunga golikipa, wanapata uongozi wa goli moja, lakini bado Yanga kwenye eneo la ushambuliaji hawajatengeneza nafasi nyingi sana ambazo ni clear. Kwa hiyo nafikiri kipindi cha pili pia kuna kazi ya ziada ambayo wao watakuwa watakiwa kuifanya zaidi katika eneo la juu tulivu, maeneo ya pembeni, lakini pia katika eneo la namba kumi, namna ambavyo wanatengeneza nafasi zao. Lakini pia vivyo hivyo kwa Fountain, kipindi cha pili kama wataingia kwa plan ya kipindi cha kwanza, anaweza siruhusu magoli mengi, lakini kama wanataka goli, manake itawalazimu waweze kufungua E, mianya waanze kushambulia sasa kwa sababu kimwangalia e, kwenye eneo la kiungo kulandana leo anacheza chini sana. Yes. Ni mtu ambaye hasogei juu na unaelewa kwa sababu ya battle iliyopo pale, yuko Maxi, yuko Dumbia lakini pia yupo Duke Oga Abuya, viungo watatu, yeye kwa attack yake ni ngumu sana na ukiangalia ndo kiungo pekee ambaye ana asili ana asili ya ukabaji. Wengi wao waliobaki wana sifa za kuattack zaidi kwenda mbele, kwa hiyo anajikuta yupo kwenye wakati mgumu sana kwa ma, maana ukiangalia eneo ambalo anacheza Ismail Aziz Kada winga wa kulia analazimika kuingia ndani kuja kusaidia kukaba, kwa sababu ya idadi ya viungo wa Yanga walioanza pale katikati ni wengi sana. Kwa hiyo wanawapa wakati mgumu sana Fountain kuanza kutengeneza mashambulizi kutoka katikati ya uwanja, kitu ambacho kimefanya Fountain wacheze nyuma zaidi na wasipate nafasi ya kusogea mbele. So ni arobaini na tano fulani ambazo kwa Fountain sio nzuri sana, kwa sababu pia wako nyuma, lakini pia eh, kwa Young Africans wao ni wanaonekana ni dakika nzuri, kwa sababu wana utangulizi wa goli, lakini bado kwenye ubunifu Yanga wajawa ubunifu sana, lakini Fountain kwenye kwenda ku attack kwenda kushambulia, pia Fountain hawajapata nafasi ya kwenda kushambulia mara kwa mara, lakini pia umakini wa matumizi ya nafasi. Unajua big match kama hizi ndio, timu kama Fountain huwezi kupata nafasi nyingi za wazi za kuwafunga Yanga, hizo yes. Hizo hafu ambazo wanapata, wanatakiwa kuziconvert kwa full chance, na mwisho wa siku kuweka mpira kambani. Kuna mistake ndogo ndogo mwishoni kabisa kwa kipindi cha kwanza Yanga wamefanya Fountain, inawezekana wangetulia, inawezekana wangepata bao si ndio? Sheli ameenda kucheza ile moja ambayo pengine wange, wangemalizia story ingekuwa nyingine hapa. Kwao nafikiri utulivu unatajika katika eneo la ushambuliaji kwa Fountain lakini pia Yanga kuongeza utulivu zaidi wanapokwenda kushambulia. Shuti lo lenga lango. Yanga amepiga moja, Fountain Gate moja. Eh, shuti lo lenga lango. Yanga moja, Fountain Gate moja. Kona. Yanga mbili, Fountain Gate mbili. Eh, tuanzie tafsiri tafsiri ya hiki. Ukiangalia kwenye hizo takwimu shuti la Yanga lilolenga lango ni moja, unaweza ukasema yes, kwamba Yanga nao pia walikuwa wamepack basi na mara hajapiga mashuti mengi yalolenga lango, lakini majibu mepesi ni kwamba njia walizochagua kushambulia hazijawapa matokeo mpaka hivi sasa, nikiwa na maana ya kwamba Yanga wamechagua kushambulia kupitia maeneo ya pembeni. Hiyo ndio option yao ya kwanza kabisa kwa Boka pamoja na Celestini ya kuwa hawa wote wawili ukiwaangalia bado hawajawa na wastani mzuri wa kutengeneza nafasi, kwa maana ya kwamba uh, zile nafasi ambazo zitatengenezwa ziwe basi nafasi ambazo zinawarahisishia washambuliaji wa kuweza kuweka mpira kambani, lakini imekuwa tofauti kwenye mchezo huu. Plani yao ya pembeni haijatimia kwa asilimia mia moja. Ndio maana ukiangalia kwenye takwimu za mashuti ya lolenga lango unakuta Yanga hawana takwimu nzuri, kwa sababu ya mipira mingi ya pembeni imekufa kuna muda Uh, Shadrack Boka unamuona kabisa amemove vizuri, amekimbia na mpira vizuri, lakini shida inayokuja ni kwamba umekimbia na mpira huo, yes. Mpira nani unayemtarget? kuna cross moja amepiga inaingia ndani. Ukiangalia ndani Prince Dube tayari alikuwa yuko karibu na yeye, kwa kulikuwa hakuna nafasi tena mtu mwingine kwenda kucheza ule mpira, lakini kuna kitu, Prince Dube akimove kwenye eneo la box, huoni mchezaji mwingine wa Yanga ambaye anawahi kuingia ndani ya box. Yeah. Ukimwangalia Ofem Chikola ni winga ambaye anatoka upande wa kushoto si ndio? Lakini mpaka hivi sasa ukiangalia Chikola ametengeneza nafasi ngapi mpaka hivi sasa tunazungumza? Je, Chikola amekuwa na ubunifu wa asilimia ngapi? si ndio? Ukitoa hiyo nafasi ambayo Dumbi alimtengenezea akakosa utulivu wa kuweka mpira kambani, lakini Chikola ndani ya uwanja kuna namna ambavyo pia ubora wake bado hujaupata, kwa maana ya tuone mashuti ambayo alikuwa anapiga kipindi cha nyuma, lakini pia tumuone Chikola ambaye pia atakuwa na usumbufu wa kupunguza katika eneo la ulinzi kwa upande wa Fountain Gate. Kwa hiyo bado plani za pembeni ambazo Yango amechagua, unaona kuna shida kwamba nafasi za wazi hazitengenezwi licha ya kwamba wamefanikiwa kupita maeneo ya pembeni na hapa ndio kuna utofauti. Unajua, kuna tofauti utofauti kati ya anapoanza Pakome, yes, eneo la pembeni na wachezaji wengine. Pakome anafanya kazi mbili, anafunga pale panapotakiwa, lakini pia anapiga cross nyingi na anatengeneza pasi nyingi sana. Ukiangalia eneo ambalo anacheza Chikola kama angekuwa pakome, inawezekana sasa hivi angekuwa na takwimu nyingi, kwa sababu Yanga amechagua kupitia kwenye hilo eneo, na bado hata ile cutting ambayo anaifanya baada ya Shadrack Boka kusogea mbele, bado unaona ile cutting haina faida kubwa, kwa sababu akishaingia ndani, je, anajiposition sehemu sahii? Kwa sababu ukiangalia mikimbio mingi ambayo hata Yanga ametengeneza kutoka katikati ya mstari utagundua kwamba ni, ni Momo Dumbia pamoja na Prince Dube ndio wanapasiana, lakini Chikola amekuwa kama yuko mbali sana ule mpira. Nafikiri kuna, kuna haja kipindi cha pili wachezaji wa ya Yanga pia ya Celestini kutoa yale ya manjojo manjojo mengi, kuongeza utulivu eneo la pembeni, lakini pia Shadrack Boka kama ataendelea kusalia kwenye kikosi cha Yanga kipindi cha pili, kuongeza utulivu zaidi kwenye mipira ambayo anapiga inakwenda kwenye box, lakini vivyo hivyo kwa Fountain wanatakiwa kucheza kwa discipline hiyo, lakini pia wahakikishe kwamba hawawapi na space yang Africans kubwa ya kuwafanya Yanga wa ataki zaidi katika maeneo ya pembeni. Wakiwapa nafasi, pia wanaweza wakajikuta wanaingia katika sehemu ya hatari zaidi kwenye mchezo wa hii leo, wanaweza wakaingia katika sehemu ya hatari. Sasa eh, takwimu zingine katika mchezo huu za dakika 45 za kipindi cha kwanza hapa eh, tukiwa tunaendelea kuzitazama hizo takwimu hapo nimekujuza kwa mashuti yaliyolenga lango, lakini pia mashuti yasiyolenga lango eh, shoot of target. Lakini takwimu zingine ni umiliki wa mpira, Yanga asilimia 58, Fountain Gate asilimia 42. Pasi Yanga pasi 245, Fountain Gate pasi mia hamsini na, eh, sita. Eh, mazambi Fountain Gate mara nne, Yanga mara nane. Kadi za njano timu zote wamepewa uh, moja moja. uh, hizo ndio takwimu za dakika 45 za kipindi cha kwanza. Unaona kipindi cha pili kipi ambacho kifanyike? Kwa upande wa Fountain Gate tuanzie kwa, nafikiri Fountain wana wanahitaji kwanza nguvu katika eneo la kiungo, wanahitaji yes, kuongeza kiungo mwingine ambaye atasaidiana na kulandana pale hasa kwenye kuzuia mtu ambaye atakuwa na sifa za box box midfielder kwa maana mtu ambaye atakuwa na uwezo wa kukimbia kwenye boxi la Yanga, lakini pia kwenye box la Fountain, kwa sababu itawapa balance hata wao ya kushambulia. Yes, kwenye eneo la washambuliaji pia wanahitaji kuongeza mtu mwingine ambaye ana ubunifu, kwa sababu najua sasa hivi second half watakuja wakitaka kucheza counter zaidi kama unacheza kaunta lazima uwe na mtu ambaye ni powerful kweli katika eneo la juu yeah. Mtu ambaye ukimpa mpira mara moja anaweza kurisivu akamsubiri mwingine akaja na akaweza kupachika mpira kambani kwao. Nafikiri kuna, kuna marekebisho hayo ya kuingiza kiungo mmoja katikati, lakini pia pale juu kuongeza mshambuliaji mwingine, wanaweza kawas-wako sehemu salama, kwa maana kwenye plani yao ya kwenda kushambulia. Nje ya hapo, mechi inaweza ikaendelea kuwa ngumu zaidi upande wao, kwa sababu bado eneo la katikati Yanga wameonekana kulitawala zaidi mbana, ukiangalia umiliki wa mpira wao, wako juu zaidi kuliko eh, kwa maana Yanga wako juu zaidi kuliko Fountain Gate. Sawa basi tutarudi tena hapa baada ya dakika 45 za kipindi cha pili.